Warangi na Irangi yao. Warangi Wamasai wanawaita Kimalangu, Waswahili wanawaita Warangi lakini wao hujiita Valangi. Kabila hili ni miongoni mwa makabila yaliyoingia nchini Tanzania yakitokea kaskazini, kupitia Mjikenda kwa sasa Kenya. Kituo cha awali cha Warangi ni milima ya Irangi, hasa katika kijiji cha Haubi. Historia inaonesha kuwa Warangi walianza kutawanyika wakitokea hapo. Makala hii imeandaliwa na Harithi Nkusa kutokea Bolisa, Kondoa. Shukrani za dhati ziende kwake kwa kutenga muda wake na kutuandalia makala hii nzuri. Irangi. Hili ni eneo ambalo ni makazi ya kabila la Warangi. Eneo hili limegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni ukanda wa safu za milima iliyoanzia Kondoa mjini kuelekea kaskazini hadi Bonga karibu na mji wa Babati mkoani Manyara. Hili eneo huitwa Irangi ya juu. Safu hizi za milima huitwa milima ya Kolo. Sehemu ya pili ni tambarare ya mashariki inayoanzia Busi hadi wilaya Handeni mkoani Tanga. Kwa kaskazini bonde linaanzia Mnenia hadi Kilimanjaro. Kwa upande wa magharibi ni kuanzia bonde la mto Bubu hadi Singida, na kwa upande wa kusini ni kuanzia mji wa Kondoa hadi kuungana na bonde la Rufiji. Katika safu hizi za milima ya Kolo kuna vilele mashuhuri katika ukanda wa Haubi vyenye baridi kali. Pia kuna kilele cha mlima mrefu wa Ncholincholo uliopo kati ya kijiji cha Kolo na Mnenia, ambako kuna nyayo za binadamu waliokanyaga kwenye mawe ambazo bado zinaonekana mpaka sasa. Pia kuna mlima Kaha ambao ni mlima mrefu ulioko kati ya Bolisa Hachwi na Changaa. Katika eneo hili la milima iliyozunguka kijiji cha Bolisa ndiko kuliko na michoro mingi ya mapangoni. Warangi, kama nilivyosema hapo awali, kabila hili ni miongoni mwa makabila yaliyoingia nchini Tanzania yakitokea kaskazini, kupitia Mjikenda kwa sasa Kenya. Kituo cha awali cha Warangi ni milima ya Irangi, hasa katika kijiji cha Haubi. Historia inaonesha kuwa Warangi walianzia kutawanyika wakitokea hapo. Mtawanyiko wao ulihusishwa na tukio kali la njaa lililotokea eneo la Irangi. Mtawanyiko huo ulikwenda sanjari na mgawanyiko wa koo mbalimbali ambao wakati mwingine ulileta uhasama mkubwa kati ya koo hizo. Koo zilizozaliwa ni pamoja na Vasindu, Vanjeja, Varamboa, Viisi, Vanyau, Vajimbo, Vasongo, Vasalu, Vawino, Vayombe, Vachava, Vafachu, Vivira, Vasiro, Vakanya, Vachava, Vachawa pamoja na koo zingine. Tamaduni za koo hizi zilijengwa kwenye kile kilichowasaidia kuokoka kwenye njaa hiyo kali. Kwa mfano, Vasongo waliponea chatu katika janga hilo la njaa wengine wakaponea paka na mboga za majani. Mpaka sasa kuna vijiji kama vile Bolisa ambavyo vitongoji vyake viligawanyika na vinaendelea kuitwa kwa majina ya koo hizo za kale. Kuna kitongoji cha Usongwi, Uisi, Unyawi, Usalwi, Urambowi na Uwinwi, wakazi wa asili zaidi ya hapo. Ifahamike kuwa wakazi wa asili wa Kondoa kabla ya Warangi ni Wanyaturu, Wasi, Waburunge, Wafyomi na Wasandawe. Inaelezwa kuwa Haubi na Irangi kwa ujumla yalikuwa makazi ya asili ya Waburunge, ambapo mpaka sasa Warangi walichukua bwawa la Haubi na Irangi kwa ujumla kwa ghaibu iliyofanyika katika kiapo kwenye chungu. Tukio hilo ambalo Warangi huliita mumbu ya mrindo kibuyu cha mlinzi ni miongoni mwa mambo yanayoelezwa kuwasimika Warangi katika ukanda wa Irangi. Hata hivyo Warangi wameendelea kuyameza makabila hayo kwa kasi kubwa. Wanyaturu wao wamekimbia kabisa wilaya hii isipokuwa wachache ambao bado wapo katika vijiji vya magharibi kama vile Mongoroma. Moja kati ya sababu zilizofanya Warangi kuwameza wenyeji wao ni desturi yao ya mshikamano wanasogea kila upande huku wakiwa na ushikamano mkubwa uliowawezesha kusaidiana na kulindana. Zaidi ya hapo, walikuja na ustarabu uliochanganyika na desturi ya umiliki na matumizi ya ardhi. Izingatiwe, wakazi wa awali wa maeneo haya ya Irangi walikuwa wafugaji na wahamaji. Utamaduni wa Warangi Utamaduni wa Warangi umetawaliwa na visa vingi vya ukweli ambavyo vimechukuliwa kama alama. Visa hivi na matukio kadhaa hutumiwa kuunda methali na mifano yenye mafunzo. Miongoni mwao ni visa vya maisha ya Lahi, mtaalamu na mwanafalsafa mkubwa wa kale wa Kirangi. Inaelezwa kuwa Lahi ndiye mwasisi wa fikra na tamaduni za Kirangi. Maisha ya Lahi yanaelezwa kuwa kama maisha ya Abu Nawasi aliyekuwa mwanafalsafa mashuhuri wakati wa uhalifa wa Haruna Rashidi. Pia kuna kisa au tukio mashuhuri la Juma na Kwiru ambalo walifunikwa na pango wakiwa wanakamata nungunungu. Inaelezwa kuwa kama ilivyo desturi kwenye mapango ya nungunungu, wakiendelea kukamata nungunungu walisikia sauti ikiwaambia hai, yaani basi wametosheka kwa leo. Walipokaidi pango walijifunga na hawakuweza kuokolewa. Mfano mwingine mashuhuri ni wa tukio la Mbula binti Nyundo, Mbula wa Nyundo, ambaye aliudhiwa na kwa hasira akajitwanga sehemu zake za siri kwa mchi aliyokuwa akitwangia mtama. Katika tukio hili Warangi wanajifunza hasira, hasara. Kwa ujumla, ukitoa makabila wenyeji niliyoyataja, Warangi wanaamini Wapare ni watoto wao. Wagogo wamekuwa kabila jirani pasina uhusiano wowote na Warangi. Watani wa Warangi, wao huwaita Vamoyo, ni pamoja na Wamasai, Wachaga na Wahehe. Warangi wanawazingatia Wambugwe kuwa ni ndugu zao wa damu. Majina ya Warangi ya kiume ni pamoja na Majala, Isere, Kusa, Kidunda, Mabonte, Churi, Chiri, musi na kadhalika. Majina ya kike ni pamoja na Mwasu, Mbula, Salala, Kichiko, mbuva na mengineyo. Vyakula vya Warangi ni pamoja na mavere, udo, kosa, viazi mavirwa, sakasaka, kulutu, yaani majani ya kunde, nimerwa, ivandala na manjwa kazi kubwa ya Warangi ni kilimo na wamekuwa wakulima wakubwa wa mahindi humu nchini. Pia wanafuga ng'ombe, mbuzi na kondoo. Warangi wana umaarufu wa biashara masokoni. Masoko makubwa ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Singida, Moshi, Dodoma na Babati yamesheheni Warangi. Maeneo mashuhuri katika ukanda huu wa Irangi ni pamoja na mji wa Kondoa, Mrijo, Masange, Haubi, pahi busi bolisa kwadelo chemba kidoka bereko kolo kelema kwa ujumla warangi na wakazi wa irangi wamekuwa maarufu kwa kusoma elimu ya dini ya kiislamu vyuo vya kiislamu vimesheheni wanafunzi kutoka ukanda huo kwa upande wa sanaa ya usomaji wa Qur'ani wamepiga hatua kubwa na wamekuwa mabingwa usomaji kwa maana zote, wanatoka ukanda wa Irangi. Makala hii imeandaliwa na Harith Nkusa kutoka pale Bolisa, Kondoa. Shukrani za dhati ziende kwake kwa kutenga muda wake na kuandaa makala hii nzuri. Mimi ni Rafuru Kinala, na hii ni Zara Africa. Endelea kusubscribe kwa makala mbalimbali mbali na habari.